Mabadiliko ya tabia ya nchi. Leo tutazungumza habari kidogo juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi na jinsi ambavyo Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania linaelekea kuchukua hatua za kukabiliana na mabadiliko hayo. Simulizi hii fupi inaletwa kwako nami Ezra Mbenanga, afisa habari na mawasiliano wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde. Tafadhali. Fuatana nasi. Tuwe pamoja katika kipindi hiki ili tuone namna ambavyo nchi na dunia inakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunafahamu kuwa mabadiliko ya tabia ya nchi yanaathiri kila mtu, lakini zaidi ya watu bilioni tatu wanaishi katika maeneo ambayo ni hatarishi sana. Mabadiliko ya tabia ya nchi yanaleta athari katika jamii ikiwa ni pamoja na hali mbaya zaidi ya anga inayoleta upungufu wa chakula, madhara ya kiafya na hasara zisizoweza kurekebishwa, ikiwa pamoja na ukame na ukosefu wa mvua. Ingawa kila mtu duniani ameanza kuona athari zake, baadhi ya nchi zinaathirika zaidi kutokana na eneo la kijiografia, uwezo wa kiuchumi na uwezo mdogo wa kukabiliana na hali hiyo. Kama nilivyosema, wataalamu wanasema kati ya watu bilioni 3.3 hadi bilioni 3.6 wanaishi katika maeneo hatarishi ambayo yanakabiliwa na tatizo la ukame mkubwa, ukosefu wa mvua kwa wakati, lakini pia na hali ngumu au tuseme ongezeko la kiwango kikubwa cha joto. Baadhi ya maeneo hayo ni katika bara la Afrika, Asia Kusini, Amerika ya Kati na Kusini pamoja na visiwa vidogo vya Arctic. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoathirika na mabadiliko haya ya tabia ya nchi, kwa kuwa zaidi ya asilimia sabini ya majanga ya asili yanahusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi, ikiwemo mafuriko, ukame na kuongezeka kwa ujazo wa bahari. aidha Hasara halisi kwa uchumi wa nchi kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi inakadiriwa kuwa asilimia moja ya pato la taifa kwa mwaka. Hivyo jitihada zinahitajika katika ngazi zote kuanzia kwa mtu mmoja mmoja, yani mtu binafsi, taifa, taasisi mbalimbali za kinchi, za kikanda na za kimataifa, ili kuweza kukabiliana na changamoto hii ambayo inaikumba dunia kwa kasi. Lakini hata nchi yetu ya Tanzania kuhimili na kuepuka athari za muda mrefu za mabadiliko ya tabia nchi kwa mazingira, uchumi na ustawi wa jamii. Ukiangalia uumbaji wa Mungu unavyoharibika, mwanadamu amepoteza sifa na jukumu lake kama mlinzi na mtunzaji wa mazingira. Uwakili wetu upo wapi je? Umeiliza dunia mara ngapi kwa kuharibu mazingira? Sasa wakati wa nyuma na sasa, mimi na wewe tunaelekea kuteseka kutokana na mabadiliko na mahangaiko ambayo dunia ya sasa inayapitia. Hii ni kutokana na ongezeko kubwa la watu, kutokuwa na elimu, lakini kuharibu kwa makusudi na wengine kwa kutokujua kukata miti hovyo, kuharibu maeneo ambayo tunayaishi lakini, kuharibu pia vyanzo vya maji. Zamani mito yetu ilibubujika maji, wanyama, ndege na viumbe vingine vilifurahi kutokana na uumbaji huo ambao Mungu alituachia, lakini sasa hali hiyo imeondoka. Hii ni kutokana na mwanadamu kutokusimama kama wakili, kama wakili wa kweli wa kutunza na kuhifadhi mazingira ambayo Mungu mwenyewe alituachia katika bustani ya Edeni, kwamba tulinde na kuitunza dunia ya sasa kutokana na mabadiliko na athari hizo ambazo dunia inapitia kwa sasa, na hasa nchi yetu pia ya Tanzania. Biblia inazungumza vizuri sana katika kitabu kile cha Maombolezo sura ya tano 5 mstari wa nne kwamba tunakunywa maji yetu kwa fedha na kuni zetu twa uziwa kwa sababu ya kuharibu mazingira. Maji yamekuwa bidhaa adimu, kuni zimekuwa bidhaa adimu, kwa sababu misitu haipo tena na maji hayapo tena. Kwa hiyo maji yetu ambayo Mungu ametupa kama urithi tunakunywa kwa kununua. Kuni ambazo tulikuwa tunatumia kwa kupikia sasa tunazitafuta kwa shida. Kwa nini? Kwa sababu mazingira yetu yameharibika. Hiyo tunatokana na kuharibu mazingira ambayo Mungu ametupa. Na kupitia makala hii fupi ni kuombe uchukue hatua ya mabadiliko katika utunzaji na uumbaji wa Mungu kwa kutambua athari hizo katika jamii na taifa kwa ujumla. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania imekuja na mradi ambao utasaidia katika kuharakati za kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kutoa elimu kupitia majukwaa ya wanahabari wa kanisa pamoja na kutumia Wakristo, na lenyewe litakuwa mdau mkubwa katika kuuratibu na kuusimamia mradi huu kitaifa, lakini pia kupitia dayosisi zake. Dayosisi zote zitahusika kwa asilimia kubwa katika utekelezaji wa shughuli za kijamii na kampeni za mazingira katika maeneo yao, huku taasisi za habari za kanisa la KKKT nazo na zikitekeleza jukumu hili katika kuandaa vipindi na machapisho mbalimbali ya usuyo mabadiliko ya tabia ya nchi. Hansborn Myenda ambaye ni mmoja ya waandaji wa mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya nchi kupitia kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania anaeleza umuhimu wa mradi, lakini pia namna ambavyo watatumia jukwaa la wanahabari kuhakikisha kwa lengo la mradi linafanikiwa. Tafadhali fuatana nami katika kipindi hiki cha mabadiliko ya tabia ya nchi tafadhali. Jana mwaka mzima tulipata nafasi ya kuandika mradi kwa kushirikiana na KKKT, mradi unaohusiana na kuhamasisha kuhusu changamoto za tabianchi hasa mazingira na mambo mbalimbali mbali. Na wenzetu wa ZMO ambao ni miongoni mwa wadau wenza wa LMC walifadhili mradi huu kupitia KKKT chini ya ofisi ya misioni na uinjilisti, lakini kupitia idara ya mawasiliano, na tuliona kwamba hii iwe baraka kwenye platfomu hii, ndivyo ambavyo KKKT iliona. Kwa hiyo leo niko hapa kutambulisha rasmi huu mradi wa Rising Awareness on Climate Change through Church Media, tuliuita hivyo ili platfomu hii ipate nafasi ya kufanya kazi hiyo sasa mradi huu ni mradi wa kwenye mkutano huu tunalenga kwamba kutambulisha rasmi mradi huu ambao uko ndani ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, kama jina nilivyotajwa kwamba unaitwa Rising Awareness on Climate Change to the Community through Church Media. Mradi huu u, umeandaliwa na idara ya mawasiliano kama nilivyotangulia kusema, lakini kwa kushirikiana na washirika wetu wa maendeleo kutoka ZMO na ndio wafadhili wa wakubwa wa mradi huu wa, wa Arising Awareness. Na lengo kuu la mkutano huu pia ni kutambulisha mradi huu, ili kama waandishi wa habari kama wanahabari tuwe na uelewa wa pamoja kuhusiana na malengo ya mradi huu, malengo ya pamoja ya mradi huu, na mradi ambao utahitaji utekelezaji mzuri katika kuandika habari za mazingira habari za changamoto za tabianchi, lakini pia tunatarajia tuwe na matokeo mazuri katika mradi huu, yaani matokeo yanayotarajiwa ya mradi huu yawe muhimu kwa jamii na kwa kanisa pia. Hilo ndio kusudi letu kubwa ambalo tunatamani kama wanahabari mzungumze. Ndio maana baadaye nikimaliza hapa, tutazungumza juu ya athari za tabianchi kibiblia ili tutafsiri vizuri tunapokwenda kwenye jamii. Kama waandishi wa habari, wakati mwingine tunaweza tukalaumiana tu, lakini kuna mahali, kuna mahali pana kasoro kubwa tu. Lakini historia fupi ya mradi huu ni kwamba mradi huu umebuniwa kwa muktadha wa changamoto kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi. Changamoto hii kwa ukubwa inakumba nchi nyingi, hata nchi yetu ni mojawapo. Ni moja ya changamoto ambayo sasa ni changamoto kubwa sana duniani na hasa hata katika jamii zetu za Kitanzania changamoto hii ipo ya mabadiliko ya tabianchi. Kuna mahali kama hapa Moshi, watu mlikuwa mnazungumza jana, mnasema wakati mwingine ilikuwa baridi zamani, lakini sasa leo kuna joto. Kuna watu mlijikoka mkaja na mabegi makubwa na masweta, mmeona mzigo mkubwa. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya changamoto za mabadiliko ya tabianchi na matukio mbalimbali kama mafuriko ukame, maporomoko ya ardhi, dhoruba kali mbalimbali mbali, ambazo zinajitokeza hizo, zimekuwa zikiongezeka kwa, zikiongezeka kwa kasi na zikileta athari kubwa hata kuathiri watu kiuchumi na wakati mwingine hata katika mazingira wanayoishi watu, wakati mwingine watu wanakosa hata makazi kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tuliona tuandike tu, tu, tu katika muktadha huo, mradi huo, lakini pia Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ni moja ya taasisi ya kiimani na tunategemea ni moja taasisi ambazo zina ushawishi mkubwa na ushawishi mkubwa hapa nchini Tanzania, na tuliona kwamba iwe, iwe jukwaa muhimu kwa kutumia vyombo vya habari kama radio, television, vyombo ambavyo tunavyo ndani ya kanisa, magazeti, mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuhamasisha kuhusu utunzaji wa mazingira na ndio maana tukaona kwamba nani watakaotusaidia kazi hii ni forum hii ya waandishi wa habari, watu mnaotunza habari, ndio ni rahisi mkitumia kalamu zenu vizuri, ujumbe utafika, si ndio eh? Mkitumia radio, television, tutafikisha ujumbe vizuri, na mradi huu ni sehemu ya jukumu la kanisa. Unajua kuna wakati watu wa wanasahau kwamba jukumu la kutunza mazingira sio jukumu tu la hata kanisa lina jukumu la kukumbusha watu juu ya utunzaji wa mazingira. Hebu angalia leo hii makanisa yetu yaliyo mengi hayana mazingira rafiki, hata kivuli hakuna. Ukikuanzia getini mpaka mlango wa kanisa hakuna hata ua moja hapo, unasema kuna mazingira? Hakuna mazingira. Lakini ukienda kwenye makanisa ya zamani utakuta hata mapera yalikuwepo, yalikuwa utunzaji wa mazingira. Lakini leo hii ukienda makanisa mengi yameweka paving paving kuanzia getini mpaka. Kwa hiyo unakuta hata mti wa kivuli hakuna, hata mti wa matunda hakuna. Kwa hiyo kanisa linaweza kushiriki kamilifu kuleta suluhisho hili la mabadiliko ya tabia nchi na kutatua changamoto hii kwa kutumia kwa kutumia imani kama chachu ya mabadiliko, mafundisho ya kiimani kama chachu ya ya mabadiliko, imani kwa vitendo kwa ajili ya mazingira yetu. Kauli hii inaonyesha dhamira ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri kutumia mafundisho ya imani ya Kikristo kama msingi wa kuwahimiza Wakristo, washirika, watu wote wanaomwabudu Mungu kutunza mazingira kwa matendo hasa. Kwa hiyo kanisa litakuwa li kama sauti ya matumaini na mshikamano ya kulinda uumbaji wa Mungu. Hilo ndio kazi ya wajibu wa kanisa, pia mojawapo ni sauti ya matumaini na mshikamano katika kulinda uumbaji wa Mungu. Leo hii mazingira mengi yameharibika. Wale ambao mnasafiri unaweza ukatoka mtatoka hapa Moshi, mnaona hali nzuri, lakini mkafika hapo mbele, unakuta hata mti hakuna, nyasi hakuna. Lakini kanisa kama sauti ya Mungu litasaidia kulinda uumbaji wa Mungu. Na sasa watakaofanya kazi hiyo sio waandishi wa habari tunawasharika, kwa sababu tutawafundisha kupitia neno la Mungu, tutawapelekea habari kama waandishi wa habari na taarifa mbalimbali, ili watu waone umuhimu wa kuwajibika na kutunza mazingira ambayo Mungu ameyakabidhi kwetu. Malengo ya mradi huu, mradi huu kwa sehemu kubwa unalenga kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu mabadiliko ya tabia nchi hasa kupitia vyombo vya habari. Ndio tumeona kwamba hilo jambo muhimu, kwamba tukitumia vyombo vyetu vya kanisa, vyombo vya habari, waandishi wa habari, wanahabari tutaweza kufikisha ujumbe vizuri. Huu utahamasisha hatua za vitendo katika jamii, kama vile upandaji wa miti kwenye taasisi zetu, kwenye sharika zetu, na tutaanza kuweka hamasa hiyo pale redio sauti ya Injili kwamba tutapanda mti mi nilikuwa natamani tusipande mmoja, tupande hata miti mitatu minne, hata miti mitatu mi, minne, walalazi apande wakwaki kama kumbukumbu kwamba yeye kumbu alifika kwa mara ya kwanza alipanda mti alafu, kwa niaba ya watu wengine hapa wapande mti alafu na wa LMC, naye apande mti. Mi nilikuwa najaribu kuweka mawazo zaidi ili tuhamasishe jamii yetu, lakini pia sio upandaji miti tu, kampeni za usafi Unajua, hatuwezi kusema mabadiliko ya tabia nchi bila kuzungumza habari ya kampeni za usafi. Leo hii ukienda kwenye mazingira ya makanisa mengine hayafanani na kanisani, hayafanani na wapi? Na kanisani, kanisa unaweza kukuta halina hata maua. Sasa kanisa kama halina hata maua haliashiri uhai. Tuna makanisa hata maua ya madhabahuni kule mbele wanaweka yale artificial, yale makaratasi. Kuna mahali fulani niliwahi kwenda nikakuta wamepamba kanisani toilet paper Nilijisikia vibaya sana, nikasema wanachafua mazingira mpaka ndani ya ibada. Yaani kitu cha chooni wanaleta wapi ibadani, afu madhabahuni, nikajiuliza maswali hawa ah, watu wana, wanafikiria vizuri kweli? Kwa hiyo Mungu atusamee, tunahitaji kutunza mazingira yetu kwa kufanya kazi na waandishi wa habari, vyombo vya habari, na tumaini kwamba tutahamasisha hata makanisa yetu yaonekane mahali. Hebu unajisikiaje unapoingia hapa Uhuru Hoteli? Eh, unajisikieje? Hebu piga picha kule ulikotoka, piga picha kule ulikofanya nini, ulikotoka kuna fanana hivyo. Mungu atusamehe katika hilo. Kwa hiyo hilo, lakini pia matumizi bora ya rasilimali asilia. Shughuli zitakazotekelezwa na mradi huu Shughuli kuu zitakazotekelezwa na mradi huu ni pamoja na mafunzo kwa watumishi wa vyombo vya habari, kama kuna kampeni za mazingira zitakazojulikana kama Green Faith Campaign, kampeni za imani ya kijani. Hizi tutapenda katika lile wiki la mwezi wa tatu, kuna lile juma la mazingira kwamba sharikani kwenye diocesi, kwenye majimbo tuwe na kampeni hizi za kupanda miti kupitia mradi huu. Kwa hiyo ni mambo ambayo yata, yata ya, tutayafanya kupitia kampeni. Lakini pia mradi utahusisha vipindi vya televisheni vyenye tafsiri ya lugha ya alama. Tumeona tufanye inclusion tuwajali na wenzetu ambao wana mahitaji maalum wana, wana mahitaji maalum kama watu wenye ulemavu. Wakubwa wa mradi huu, ndugu zangu, mradi huu utatekelezwa na makao makuu ya kanisa la Kiinjili Kilutheri ambao ndio watakuwa na jukumu la kuratibu na kusimamia mradi huu kitaifa, kwa dayosisi zote 28. Lakini pia dayosisi zitahusika katika utekelezaji wa shughuli za kijamii na kampeni za mazingira katika maeneo yao, katika taasisi zao. Kwa hiyo kanisa la Kiinjili Kilutheri limepewa jukumu la kusimamia, lakini kuhamasisha vyombo vya habari kutayarisha vipindi vya habari kuandaa hata mahubiri eh, mahubiri yaani, tunaposema habari, hata ukitumia neno la Mungu kuzungumzia mazingira ni jambo muhimu sana. Ndio maana sisi tunataka tuende jambo hili kiroho, kiimani, ili watu wajue kwamba Mungu alitukabidhi dunia hii, tuitunze, tuilinde, tuwe mawakili wa aminifu wa, wa, wa hii dunia katika mazingira yetu. Kwa hiyo hayo, lakini pia tu tutaandaa machapisho mbalimbali kwa kushirikiana na zetu na vyombo vya habari lakini wadau wengine ni, ni serikali kama NEM, ile nani ya mazingira TFS, ambao watatoa msaada wa kiufundi na kielimu. Wakati huo ZMO wao ndio wafadhili wa mradi huu. Kwa hiyo jamii ya waumini ndio walengwa wakuu na washiriki ambao watatakiwa kutekeleza mradi huu moja kwa moja katika, kwa kupitia njia ya sharika majimbo dayosisi na, na taasisi zingine za kanisa tulizo nazo endeleza huduma ya kanisa kutoka katika mahubiri hadi kwenye, kwenye matendo ya kulinda mazingira ya dunia yetu. Lengo na nia ni kulinda mazingira dunia yetu yasiharibike. Jamani, ukisafiri, mimi nimefanya kazi na IRC wale ambao wamebahatika kufika kule Kenya, upande wa Kenya juu kwenda Somalia, unaweza ukatembea kilomita zaidi ya 240 hujakutana na, na mti huja kutana na mti wala kijani cha kijani. Kwa hiyo lazima tuwe na tahadhari ya kutunza mazingira yetu ili tusiingie katika changamoto katika hizo nataka na niseme kwamba jambo la kutunza mazingira ni jambo la Mungu na ni agizo la Mungu. Adam alipewa pale Eden alitunza. Sasa sisi ambao tunaishi katika ulimwengu wa leo tunatunzeje mazingira? Kuna watu siku siku hizi wakienda kata miti wanang'oa mpaka mizizi, kuchoma mkaa kule Iringa. Kule siku hizi tumeanza kupata shida pale mjini kwenye ile milima ya mjini pale, watu wanang'oa miti mpaka wanatoa na mizizi, mawe yanashuka. Na tunaambiwa kwamba tumeitwa si tu kuharibu, si, si kuhubiri neno, bali pia kuilinda dunia ambayo Mungu alitupa. Tumeitwa si kuhubiri neno tu, bali kuilinda dunia ambayo Mungu alituachia kama wezu. Ni imani yangu na matumaini kwamba umebarikiwa na kipindi hiki na utakuwa miongoni mwa mabalozi ambao watalinda na kutunza uumbaji ambao Mungu ametupatia, kwa kutunza rasilimali za nchi hii, kwa kulinda na kuondoa taka na kulinda mazingira, kwa kutokata miti, kulinda vyanzo vya maji. Na kanisa liko tayari kushirikiana na yeyote yule ambaye yuko tayari kuhakikisha kwamba nchi na jamii nzima inakuwa na uelewa mpana juu ya utunzaji wa mazingira na hasa katika kipindi hiki cha mabadiliko ya tabia ya nchi. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Ezra Mbenanga niliyekuletea makala haya. Mungu akubariki sana, asante kwa kuwa pamoja nasi na asante kwa kutusikiliza. Amen.